Uh, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu hii ya Francademy. Uh, kwa sasa tutaendelea na somo la hisabati darasa la saba ambapo tutaendelea na ile mada ambayo inaitwa mwendo kasi ambapo tutaangalia kipengele kinachohusiana na dhana ya mwendo kasi, vilevile vile tutaangalia kuhusiana na kipengele cha kanuni ya mwendo kasi e, sasa tuanze na kipengele cha dhana ya mwendo kasi. E, magari mawili yaliyoanza safari kwa wakati mmoja na kusafiri umbali sawa yanaweza kufika mwisho wa safari kwa muda tofauti. Iwapo magari hayo hayatasimama hadi mwisho wa safari, gari lilosafiri kwa kasi zaidi litawahi kufika lakini lile ambalo litasafiri kwa kasi ndogo litachelewa kufika. Eh, lile gari ambalo lina kasi kubwa linawahi kufika na lile ambalo lina kasi ndogo linachelewa kufika vilevile. Vile, katika mashindano ya mchezo wa riadha mshindi ukimbia kwa kasi kubwa zaidi na kutumia muda mfupi zaidi kwa umbali unaotakiwa. E, kwenye riadha yule anayekimbia kwa kasi kubwa zaidi kuliko wote ndiye anayekuwa mshindi, ndiye anayefika mapema, lakini yule ambaye anaenda kwa kasi ndogo ni yule anayekuwa wa mwisho katika mashindano ya riadha. Uhusiano wa umbali na muda uliotumika kusafiri, kukimbia, kutembea au kuogelea huitwa mwendokasi. E, mwendokasi wa vyombo vya usafiri utofautiana. Mfano, ndege ya abiria ina uwezo wa kusafiri kwa mwendokasi mkubwa zaidi kuliko gari, wakati mwendokasi wa gari ni mkubwa zaidi kuliko mwendokasi wa pikipiki na mwendokasi wa pikipiki ni mkubwa zaidi kuliko baiskeli. Ndege, magari na pikipiki ni baadhi ya vifaa vya usafiri ambapo vyo vimefungiwa kifaa cha kupima mwendo kasi wakati hivyo vifaa vikiwa viko kwenye mwendo. E, chombo ni kama unavyoona hapa kwenye picha hiki e, ni, ni, ni kifaa ambacho kinatumika kupima mwendokasi wa vyombo vya usafiri wakati vinapokuwa viko kwenye mwendo. Eh, sasa twende kwenye kipengele kingine ambacho kinahusiana na kanuni ya mwendokasi. Kanuni ya mwendokasi inasema kwamba mwendokasi ni sawasawa na umbali kugawanya kwa muda. Katika kanuni hii ya kukotoa mwendokasi maneno umbali na muda yana ma ya maana zifuatazo. Umbali. Umbali ni urefu uliopo kati ya vitu viwili au nukta mbili zinazoachana kwa nafasi. Kipimo cha metriki kinachotumika mara nyingi kimataifa katika kupima umbali ni meta. Vipimo vingine vya umbali ni milimita, e, sentimita, desimeta, dekameta na kilometa. Vifaa vya kawaida vinavyotumika kupima umbali ni futi, kamba na rura hapa. E, kwenye kanuni pia kuna neno muda. Nini maana ya muda? Muda ni kiasi cha saa, dakika au sekunde zilizotumika kusafiri umbali kutoka nukta moja kwenda nukta nyingine. Kipimo cha metriki kinachotumika mara nyingi kimataifa katika kupima muda ni sekunde. Baadhi ya vipimo vingine vya muda ni saa na dakika. Saa ima ni kifaa maalum kinachotumika kupima muda tangu tukio linapoanza hadi linapomalizika. Kifaa hiki kinaweza kuwa na umbo la uso wa saa wenye mishale ya dakika na sekunde. Pia kinaweza kuwa na uso wa saa wenye kuonyesha saa, dakika na sekundi kidigiti. E, kama unavyoona hapa, hii ni, ni kifaa ambacho kinaitwa e, saa ima, saa ima ya mshale e, saa ima ya mshale. Lakini vilevile hapa kuna saa ima ya digiti e, kipimo cha mwendokasi ukokotolewa kwa kugawanya kipimo cha mbali kwa kipimo cha muda, mfano meta kwa sekunde au kilomita. Hata hivyo, kipimo cha mwendokasi kinachotumika kimataifa ni meta kwa sekunde. Kipimo cha mwendokasi cha kimataifa ni meta kwa sekunde. Uhusiano eh, wa umbali na mwendo kasi huwezesha kukotoa kipimo kimojawapo iwapo vipimo vingine viwili vinafahamika. Jedwali lifuatalo linaonyesha vipimo vya umbali, muda na mwendokasi vinavyoweza kutumika na vifupisho vyake. Jedwali hili kama unavyoliona hapa lina onyesha kipimo cha muda, cha muda um, na umbali e, ukiviunganisha hivi unapata kanuni ya mwendokasi e. Sasa mwendokasi e, unapatikana kwa kutumia hivyo vipimo jinsi yes, unavyopatikana kwa kutumia hivyo vipimo. Hapa kuna kilomita kilomita kwenye umbali. Kwa upande wa umbali hapa kuna kilomita, hapa kwa upande wa muda kuna saa. Sasa ukiona kilomita na saa kwenye mwendokasi e, tuna e, tunaandika kwamba ni kilomita kwa saa, kilomita kwa saa. Ufupisho wake ni kilomita juu ya saa, au kwa namna nyingine ni kilomita mkwaju saa, yaani KM kwa saa. E, ukiwa na kipimo cha umbali ambacho kinaitwa mita kinaitwa meta lakini vile vile kipimo cha muda kinachoitwa saa, e, mwendokasi utaitwa meta kwa saa, ambapo ufupisho wake ni mita juu ya saa yaani m juu ya saa au m mkwaju juu saa mm. Vile vile ukiwa na kipimo cha umbali ambacho kinaitwa meta na kipimo cha muda ambacho kinaitwa sekunde, mwendo kasi utakuwa ni kwamba ni meta kwa sekunde, ufupisho wake ni m juu ya s. E, au m mkwaju s M kwa, kwa s. Sentimita, ukiwa na umbali ambao ni sentimita kipimo chake ambacho ni sentimita, lakini vile vile ukiwa na muda ukaupima kwa sekunde, e... mwendokasi utakuwa ni sentimita kwa sekunde. Ufupisho wake ni sentimita ni sm kwa s gawanya kwa s sm gawanya kwa s sm juu ya s au sm mkwaju s, huo ndo ufupisho e. Sasa ndugu mpenzi mtazamaji, video itakayokuja itakayofuata tutaangalia maswali yanayohusiana na mwendokasi. Sasa haya maswali yatahusisha hii kanuni. Sasa ninakuomba Usiache kuitazama hiyo video itakayofuata. Eh, ninakuomba kuomba usubscribe. Tutakutana kwenye video inayofuata. Asante sana kwa kutazama.